Yeah, eh bana mambo vipi? Mambo ni aje? Leo ninakuletea tutorial ya jinsi gani unaweza ukafanya installation ya Nexus 4 au 5 u, kwenye Cubase 14 ni ambacho kinasumbua hasa, changamoto kubwa inasumbua maproducers wengi. Ni anaweza ka store Nexus lakini kipengele kinaanza kwenye zile content za ndani. Kwa mfano mimi hapa na Nexus ambayo nakuenda kuistore na double click hapa. Kama hivyo kustoni rahisi sana. Kama hivi tuna next hapa, kwa mara ya kwanza unaweza kukuta haina tiki hapo, utapiga tiki hapo uta next, umeona una finish kama hivyo. Kitu kingine ambacho kitafata baada ya hapo ni kwa mimi hapa nitafungua Cubase yangu Cubase kumi na nne ni software ambayo inabeba vinanda au plugs, tofauti zenye bit 64, mtafungua hapa kwa sababu mashine yangu nimetoka kupiga window, kwa hiyo kuna vitu ambavyo ni vichache ni live store kwa chapchapu, yeah. Tukiangalia hapa tunakuta kuna Nexus hii hapa imesoma Nexus. Tukifungua hivi tunaifungua hivyo kawaida Nexus, tunaangalia sasa kama nilivyokuambia ishu ya Nexus sio kuistop pale mwanzoni. Ishu inaanzia hapa Nexus, ndipo inapoanza kuwazingua watu wengi kufanyia installation. Tunaenda kustore au kufanya vile vitu vya ndani vile zile content au vinanda vya ndani vionekane, labda besi, gita na vitu kibao, mapadi, aya, strings zionekane kwa kitu tunachofanya, mimi naangalia nimehifadhi wapi zile content zangu au vile vinanda vyangu ambavyo nimenanilia nime kwa ajili ya ya a ya, ya, ya Nexus ya, vi, vinanda vyangu ni hivi hapa, hizi ndio library, hii ndio library ya, ya vitu ambavyo uh, vinasoma kwa hizi ndio sound, tuseme ni sound, yani huko ndio kuna base kuna kuna kuna drum kuna kiki kuna vitu vyote ambavyo ukiangalia hapo vina kama kitu kama mimi. Na hii stock yangu hii factory room sio kubwa sana, ina jibishi na 1.8. Hiyo kwa kitu ambacho kipo hapo. Na kuja hapo na hakikisha, na wewe kama una hizi sound au, kama labda umeweka kwenye external kama mimi, au umeweka labda kwenye disk hilo kwa fulani, unaenda pale ulipoziweka Una double click kama hivi e, eh, ukisha double click tu hivyo mara moja, unachofanya double click tu mara moja, unachofanya, unachofanya unakuja hapa, angalia hii nafasi, kuna huku na hapa nafasi ambayo haina kitu, kuna wazi tu hapa, na bonyeza hapa. Nikibonyeza tu mara moja na click tu mara moja, upande wa kulia, unaona inatia kimvuli ya maandishi. Nachofanya nakuja na copy, nikisha copy na, na minimize hapo chini, tunakuja kwenye this PC hapa, tuna double click, tunakuja kwenye local disk C hapo, tunakuja kwenye user, then tunakuja kwenye public document, tunakuja kwenye e hapa Refix. Tuna bonyeza hapo, tunaingia Uh, kwenye a uh, kwenye Nexus hapa, neno limeandikwa Nexus, nadhani naona kuna option tatu hapa. Unaingia kwenye ile Nexus la kwanza, kitu utachokutana nacho kwa maana kwanza, utakuta iko hivi ya utofauti, kutofuku inategemeana na window uliyopiga, lakini kitu ambacho nataki udeal nacho hapa ni kufuata maelekezo, kwa sababu hizi icons zisichanganye, kwamba hii, mbona mi yangu inaonekana hivi Eh, kitu unachotakiwa kudili nacho ni kwamba angalia ninachokifanya. Kwa mfano uh, ukiingia huku utakutana na ili neno limeandikwa settings, uta utakiki upande wa kushoto kwenye mouse, utaingia kwenye property. Ukiingia hapo, utaingia hapo kwenye neno ya change ukiingia hapo unakuja kwenye more apps, utashuka. kama una notepad hii utatumia hii, au kama unayo zile nyingi, zile nyingi, lakini sana sanasana kama ikionekana hii ni poa, kutokana na windo ambao unatumia au kama una issue kubwa ionekane ni notepad. kama natumia windo kumi na moja windo ten au kumi na mbili itategemeana na wewe, lakini uta click hapa utaoke, uta click okay, uta click apply huku okay. Moja kwa moja, utakuja uta ndo ambako tunazi tuna, tunafanya Nexus ipate taarifa kwamba plug au, au nini zile sound bank ziko mahali fulani. Lazima uwe na sehemu ambayo unazihifadhi. Mimi hapa naielekeza Nexus kwamba na copy kuanzia kwenye C naanza kuchange kuanzia kuelekeza kwa kwamba, kwenye C naenda kwenye hili neno mpaka kwenye hili neno la, naingia hapa na select C naingia kwenye neno library, mwisho kwenye neno library. Hakikisha hizo nukta za nyuma hizi hizo baki, hauzigusi sijui ukajichanganya ukagusa na hizo nukta afikisha ukajikuta uumepandanisha mambo. Zingatia kwamba hizi koma hizi unaziacha kama zilivyo. Kwa hiyo unachofuata hapa ni kwenye C si mpaka kwenye neno library unaliselect. Unakuja unaminya upande wa kulia wa mouse hapa hapahapa tu unaminya upande wa kulia wa mouse, inatokea neno hili unakuja paste. Kwa nini tunasema paste? Kwa sababu tulienda kule, kama unakumbuka, tulienda kwenye zile library sound benki tukaziselect kisha tukakopi. Hapa ndo tunakuja tuna paste. Kwa hiyo tunachokuja hapa, tunaanza kuchange hapa, tunaelekeza Nexus kwamba iende library, library hii ni library folder iingie kwenye local disk D, sio si sasa ile si, ilikuwa ni default kwamba ilikuwa tayari ilikuwa hapo, ndio ilivyokuwepo, lakini tunaelekeza ingie kwenye local disk D, iende kwenye Nexus. Ikiingia kwenye local disk D itakutana na faili imeandikwa Refx Nexus 4 sound bank, ndio ambapo itazikuta hizo vitu vyote viko lakini hatuishi hapo tu, nyuma ya hii hapa, hii tunaweka alama nyingine kama ile slash kama hiyo. Unai, unaenda kwenye kibodi yako unaangalia hichi kiko sehemu gani kwenye kibodi kwenye kibodi yako, unahakikisha uruki nafasi, unachotakiwa kwamba unaweka tu ichi ichi kinani, kinana, unachoona kinatokea hivyo, unaweka nyuma yake, sio mbele, nyuma. Unakuja kwenye kibodi yako unaangalia alama kama hiyo hiyo iko sehemu gani, unaitafuta uki, ukiona alama kama hiyo unabonyeza pap, unaiongeza zinatakiwa ziwe mbili. Ukishaongeza hivyo unaangalia hizi, yani ziko sehemu ngapi hizi? Kama hii niliyokuta hapa, ziko sehemu ngapi? Moja kwa moja nikiangalia hapa mbele nakuta haipo, ila kuna wakati mwingine unakuta hizi hizi hizi hizi slashes unakuta ziko sehemu nyingi, unakuta kuna kuna hapo hapa, kutokana na ulikoweka library zako. Maana mwingine unakuta unaingia ndani ya faili ndani ya faili ndani ya faili, lakini mimi haiko hivyo, naingia kwenye local disk D moja kwa moja na select sound zangu, lakini unakuta kuna mtu anaingia kwenye local disk au au nini ana anafungua foda fulani tena anafungua foda fulani tena anafungua foda fulani ndo anazikuta sound bank, ndo unakuta hizi zinaongezeka. Utakuta hapa kuna nyingine, kutakuta kuna nyingine tena, itabidi kila ambapo utaona hichi kislash kimoja nyuma yake unaongeza cha pili, ndio itakuwa njia rahisi. Lakini ukikuta ni kazi, ni vizuri weke kama nilivyoweka mimi, ili sikupe changamoto kuzi kwa hiyo utachofanya utakuja hapa uta save, ukisave utai cancel kama hivyo, unaikata <coughs> tunaenda kwenye Cubase yetu. tumesha tu, tu, tu, tu, tu nanelia hivyo ya, tuna tunaweza tuna, kukaikata ili ili rodi hizo sound, kwa sababu hapa haiwezi ikarodi, kwa sababu ilikuwa tumeifungua muda mrefu. Tunafungua hapo kama kawaida, tunakuja hapa tunakuta Nexus 4. Nexus hii hapa moja kwa moja tunakuta saundi zetu zimesoma kama unavyoona hivyo, una kila kitu kipo, kutokana na vile ambavyo ninazo saundi zangu, ili kwa selective inakuwa moja kwa moja inasoma. Usisahau kusubscribe, kulaiki, kukomenti, kushare kwa maprodusa wengine ambao wanawezekana wanakutana changamoto kama hizi, wanashindwa namna gani wanaweza wakasolve. Lakini kwa ishu nyingine ya installation ya vitu vingine au mnisfia vitu uh, kuna baadhi ya easy drum kuna vitu vikubwa ambavyo vina changamoto kubwa kwenye installation. Unaweza ukanicheki uh, kwa namba yangu ambayo nitakuonyesha hapo, unaweza ukanicheki ili tufanye installation pamoja kwa uhitaji, kama unahitaji plugs tofauti tofauti, zipo plugs nyingi sana ambazo ni mpya uh, zipo